Sasa leo unaweza kujiuliza kwa nini sasa tunakuja kuchukua fomu, mimi majibu ya chama changu moja. Leo nimechukua fomu kuwaambia CCM sio watumwa, hili ni taifa letu, sisi ni raia moja cha Rais Samia kwenye nchi hii ni uraia wake, na kikatiba anaitwa raia namba moja, Supreme title, cheo cha juu. Ili upate nafasi yoyote, ni uraia. Sisi ni raia wa Tanzania. CCM wanataka tusalimishe au tusalimu amri mbele ya uhuru wetu. CCM wanataka tusalimu amri mbele ya heshima yetu. Kabla nchi hii haijawa huru ilitawaliwa na wakoloni na mkoloni katili kabisa, Mjerumani. Wazee wetu wazee wetu waliamua kumkabili Mjerumani na sisi watu wa Lindi kuanzisha vuguvugu la umma na wananchi, vijana na Mjerumani, ukienda ukiwauliza ukiwauliza wale wazee wetu waliopigana na..., kwamba sababu hasa ya kupigana vita ilikuwa ni nini, hawatokuambia kwa sababu ya kutaka barabara nzuri, hawatokuambia sababu ilikuwa ni huduma za afya. Watu wote wanaojua historia afya <manyan> wakati wa mjerumani. Yaani, <manyan> wa mjerumani kuamriwa nani ae kiongozi wao kufanya watumwa wamtumikie kiongozi ambaye hawajamchagua. Wazee wetu waliamua kupigania uhuru wao. waohawo wanayofanya m raia wali... halafu wanaamrisha ilivyo hivyo kiongozi wa vita, watu wote njoni, mkifika ananyongwa mbele yetu, ili ninyi mkate tamaa. Tarehe ishirini na moja ya mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa na sita mmoja kati ya makamanda wa, wa vita vya Majimaji alikamatwa na Wajerumani. Huyu aliyokamatwa na Wajerumani anaitwa Sulemani Mamba. Suleimani Mamba alipokamatwa, alipelekwa Mwembe Kinyanga hospitali ya yakiwa inaitwa Kinyonga kwa sababu karibu na hiyo hospitali kulikuwa na mwembe ambao Wajerumani walitumia kuwanyonga wazee wetu wakati wa vita na Majimaji. Kwa hiyo kilichofanyika ni nini? O, wakusanyike wote, kwa, kwa amri ya serikali ya Ujerumani. Wananchi wakakusanyika na Suleimani Mamba akaletwa. Lengo la Mjerumani lilikuwa ni moja tu, kumnyonga kamanda wa vita vya maji maji Suleimani Mamba mbele ya ndugu zake, ili ndugu zake wakate tamaa. Suleimani Mamba alipofika akakiona kifo kiko mbele yake. Ukienda kwenye museum ya Wajerumani unayakuta maneno aliyotamka Suleimani Mamba siku ile yameandikwa. Suleimani Mamba alipojua lengo la Mjerumani ni kumuua na atamuua ili kukatisha tamaa ndugu zake. Akapewa nafasi ya kutoa maneno yake ya mwisho. Alipoambiwa toa neno yako la mwisho, Suleimani Mamba akasimama kishujaa huku akikielekea kifo, akasema maneno ambayo leo nitawanukuu hapa. Suleimani Mamba alisema, akheri mimi Suleimani Mamba nife kuliko kuliko kuwatii ninyi Aheri mimi mife ili nchi yangu ishuhudie kwamba niliipigania ha. Haya ndio yalikuwa maneno ya wapiganaji wa vita vya Majimaji, na Suleiman ni mamba aliuawa ile siku, ni katika wale watu ishirini na moja walionyongwa mwembe Kinyonga tarehe ishirini na moja ya mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa na sita. mahali katika nchi yako, unataka kufanywa mtumwa, udhalilishwe, uwe huna thamani, usiwe chochote. Usikubali utumwa, usikubali utumwa. Leo ACT Wazalendo inakuja kuwaambia Watanzania tusikubali kuwa watumwa kwenye taifa letu.